Roho mkuu mfariji mwema taashema uletwakasi naimaraa asiewakulishi asheeakamshi. E Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amin, na kuambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Pendwa katika Kristo, hii ni Dominika ya thelathini na nne ya mwaka cheye wa kanisa, ambapo kanisa linafanya sherehe ya Yesu Kristo Mfalme. Ndugu yangu, mwaka wa kiliturujia katika kanisa unahitimishwa na sherehe ya Yesu Kristo Mfalme. Sikukuu hii ilianzishwa na Papa Pius wa kumi na moja mwaka 1925 wakati wa mwaka wa Jubilei ya miaka 1600 ya mtaguso wa Nisea. Lengo kuu la sikukuu hii ni kusisitiza tena ukuu wa Kristo na kanisa juu ya aina zote za serikali na kuwakumbisha Wakristo juu ya uaminifu walio nao kwa Kristo ambaye mwilisho na kifo chake cha sadaka msalabani aliwafanya wote kuwa wana wa Mungu na raia na warithi wa ufalme wa Mungu. Ndugu yangu, pia tunamheshimu Kristo kama hama mfalme wa ulimwengu na mfalme wa mioyo yetu kwa kumruhusu kutawala mioyo yetu. Kumbe Yesu Kristo tunamtambua kwama kama ni mfalme wa ulimwengu na mfalme wa mioyo yetu kwa kumruhusu kutawala maisha yetu. Ndugu yangu, katika somo la kwanza inatoka kitabu cha pili cha Samueli sura ya tano aya ya kwanza hadi ya tatu, makabila yote ya Israeli walimwendea Daudi huko Hebron wakikiri kuwa ni ndugu yao na kwamba tayari alikuwa kiongozi wao hata wakati wa Sauli. Walikubali kuwa Mungu ndiye aliyemchagua Daudi awachunge na kuwaongoza Israeli. Wazee wazeye wa taifa walifanya agano naye, kisha wakamtia mafuta awe mfalme juu ya Israeli yote. Hili somo linaonyesha uhalali wa Daudi kuwa kiongozi wao uhalali wa Daudi na juu ya umoja wa taifa, utawala wa Daudi, utawala unaotegemea mapenzi ya Mwenyezi Mungu. mm -hmm. Ndugu yangu, katika somo la pili natoka waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya kwanza aya ya kumi na mbili hadi ya ishirini inatufundisha kuwa Mungu ametukomboa kwa njia ya Kristo na kutuleta kwenye ufalme wake. Mungu aliukomboa ulimwengu kwa njia ya Kristo. Kwenye ulimwengu amepatanisha na Mungu. Ndugu yangu, Takatifu Paulo anawaambia Wakolosai jinsi wanapopaswa kuwa na shukrani kwa Mungu kwa kumfanya kwa Kristo kuwa raia wa ufalme wa Mungu. Kisha Paulo anaeleza mwenye enzi kuu ni Mungu kweli na mtu kweli. Yesu Kristo akiwa mwana mpendwa wa Mungu anaweza kumkaribia Mungu moja kwa moja, akiwa na sura ya Mungu asionekana. Yesu Kristo ni mfalme wetu, ndiye kielelezo cha enzi ya kuu ya kimungu kama mzaliwa wa kwanza wa wanadamu. Ndugu yangu, Yesu Kristo ni kielelezo halali, kielelezo halisi cha Mungu jinsi alivyo. Ni kielezo, Yesu Kristo ni kielezo cha Mungu asiyeonekana. Kwa hivyo kumbe, sifa zote za Mungu asiyeonekana zinapatikana katika nafsi ya Yesu Kristo. Anaye muona Yesu Kristo amemuona Mungu. Na hivi, hauwezi kumuona Mungu baba kabla hujamuona Yesu Kristo ambaye ni Mungu mwana kumbe Mungu Baba yupo katika Mungu Mwana na Mungu Mwana yuko katika Yesu yupo katika Mungu Baba. Kumbe nafsi zote tatu zipo katika Mungu mmoja. Ndugu yangu katika Kristo, tunafanya sherehe ya kusherekea ukuu wa Yesu Kristo, ufalme wa Yesu Kristo. Somo la injili natoka injili ya Luka ya ya 33. Wayahudi hawakutaka kusadiki kuwa Yesu ni Masihi na mfalme. Ndugu yangu Yesu Kristo ni mfalme anayetawala na utawala wa Yesu Kristo, Yesu hatawali kutoka katika kiti cha enzi, hatawali kutoka katika sijili nini, anatawala kutoka katika msalaba, anatawala kutoka katika msalaba Utawala wa Yesu Kristo ni kutoka msalabani. Kumbe utawala wa Yesu Kristo ni tofauti kabisa na watawala wa dunia. Utawala wa Yesu Kristo sio wa kuongoza kwa kutupitia gharama eh, ya watawaliwa. Hapana, katika utawala wa Yesu Kristo watawaliwa wanapata baraka, watawaliwa wanapata furaha, watawaliwa wanapata amani kwa gharama ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye anayegharamia watu wake. Anatawala akitokea msalabani. Anatawala naona yupo juu yu ya msalaba, ameninginia msalabani. Kiti cha ufalme wa Yesu Kristo ni juu ya msalaba. Kiti chake ni msalaba. Taji lake Yesu Kristo ni miba. Taji lake ni miba. kwa Yesu Kristo ni mtawala pekee ambaye anasaidia wafuasi wake, anasaidia wananchi wake wapate raha kwa gharama yake. Kwa mateso ya Yesu Kristo sisi tumepona. Kwa mateso ya Yesu Kristo sisi tumekuwa huru. Kwa mateso ya Yesu Kristo sisi tunapata furaha. Kwa mateso ya Yesu Kristo sisi tunapata raha na amani. Wapendo katika Kristo, kama vile mutumishi mwenye kuteseka wa Isaya 53:3 tatu-tatu Yesu anadharauliwa na kupataliwa. Watazamaji wanamdhaki mfalme aliyesulubiwa, wakimpa changamoto ya kudhibitisha ufalme wake kwa kushuka msalabani. Wanamwambiya, kama wewe ndiwe Kristo, kama wewe ni mfalme, basi shuka hapo ujiokoe, utuokoe na sisi. Ndugu yangu Injili pia inaeleza juu ya mhalifu ambaye amesulubiwa karibu na Yesu Kristo ambaye alimtambua Yesu Kristo kama Mwokozi na kumuomba no Yesu amkumbuke atakapoingia katika ka ufalme wake. Yesu alikubali wa akamwahidi yule mwizi mwema, akamwambia amini na kuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Wapendwa katika Kristo, mapokeo Homukumbuka mwalifu yule aliye upande wa kuume wa Yesu Kilisitu kama mwizi mwema aliye mtubu zambi zake wakati wa mwisho. Katika vitabu vingine pia e, ukisoma vizuri na mtambua kama yule ni Dismas. Dismas ni yule mwizi aliye kuwa ame tubu zambi zake ni yule mwizi ambaye alikuwa ameiba uzima wa milele, amepata uzima wa milele dakika za mwisho. Ndugu yangu, Mathayo anamwita yule mwizi kama mwana mapinduzi. Ndugu yangu katika Kristo, yule mwizi anaonesha kwamba huipo nafasi ya kutubu dhambi. Mungu ni mwenye huruma, anaweza kuhurumia dhambi zako hata katika nafasi ya kufa. Hata katika nafasi ya kifo Yesu Kristu anaweza kukusamehe dhambi zako, ila inategemea tu kama wewe upo tayari kutubu. Naweza kuona mtu fulani amekuwa mbaya, amekuwa muovu maisha yake yote, na wewe ukatoa hukumu ya kibinadamu kwamba mtu huyu anaenda motoni, mtu huyu mahali pake ni motoni tu, hana sehemu nyingine. Lakini kumbe katika nafasi ya kufa kabla ya kufa mtu yule anaweza akatubu na akaingia katika uzima wa milele. Mwangalie huyu mwizi. huyu mwizi akiwa katika hatari ya kufa akiwa kabla ya kufa akasema, ye uni, Yesu unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Wapendwa katika Kristo, leo pia injili inatuambia kwamba ubao ulioandikwa juu ya kichwa cha Yesu Kristo msalabani ulisomekwa, Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Ndugu yangu na kwamba mwizi aliyetubu salabani ambaye aliomba hivi, Ee Yesu, unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako, Yesu aliahidi, amin amin na kuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Kwa hiyo Yesu pale alitoa ahadi, alitoa msamaha wa dhambi. Ndugu yangu katika Kilisitu, tunahitaji kutathmini ujitolea kwetu kwa Kristo mufalume lewo. Kama tunavashelekeya sherehe ya Yesu kilisitu mufalume lewo, tukumbuke ukweli kwamba Yesu kilisitu si mufalume wetu tusipomsikiliza, kumupenda, kumutumikiya na kumufwata. Sisi ni ufalme wake endapo tutamusikiliza Yesu kilisitu Mfalme wa Yesu endapo tutamtii na tutatembea pamoja naye. Ikiwa Yesu Kristo ni mfalme wa maisha yangu, basi lazima awe mfalme wa kila sehemu ya maisha yangu. Lazima nimwache atawale katika sehemu zote za maisha yangu. Tunapokuwa raia wa Kristo mfalme, tunafanywa unyofu na kuitikia mwaliko wake wa upendo anasema jitieni nira yangu, mjifunze kutoka kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Mathayo sura ya kumi na moja mstari wa ishirini na tisa. Ndugu yangu, tunahitaji kumpa Yesu nafasi ya uthabiti wa maisha yetu. Sikukuu hii inatukumbusha ukweli kwamba lazima Kristo awe msimamizi wa maisha yetu. Tumpe mamlaka juu ya miili yetu tumpe Yesu Kristo mamlaka juu ya miili yetu, tumpe Yesu Kristo mamlaka juu ya familia yetu, tumpe Yesu Kristo mamlaka juu ya waume zetu, tumpe Yesu Kristo mamlaka juu ya wake zetu, tumpe Yesu Kristo mamlaka juu ya watoto wetu, tumpe Yesu Kristo mamlaka juu ya mali zetu. Unapomkabidhi Yesu Kristo maisha yako yote, mume wako, mke wako watoto wako, nyumba yako, mashamba yako, biashara zako. Unapomkabidhi Yesu Kristo kila kitu, ndipo pale sasa Yesu anatawala. Unaitwa kumkabidhi Yesu Kristo mateso yako. Inawezekana sasa unateseka, unahangaika, unapitia magumu, unapata maradhi, unahangaika, unateseka sana, lakini unapaswa kumkabidhi Yesu Kristo Mfalme. Mateso yako mkabidhi Yesu Kristo Mfalme. Maisha yako mkabidhi Yesu Kristo Mfalme. Furaha yako mkabidhi Yesu Kristo Mfalme kila kitu. Ndugu yangu katika Kristo, tunahitaji kufuata somo la Kristo Mfalme la utumishi mnyenyekevu wa ukweli. Kristo amekuja kutumikia na kuhudumia wengine. Mkristo kutawala ni kutumikia wengine, hasa anapotumikia maskini na mateso, ambaye ndani yake kanisa linatambua sura ya maskini wake na mwanzilishi anayeteseka. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa Mkristu kutawala, maana yake kuwatumikia maskini. Kwa Mkristu kutawala, maana yake kuwatumikia wengine. Kwa Mkristu kutawala ma ut maana yake kuwasaidia wengine kwa mkristu kutawala maana yake kuwasaidia masikini, maana yake kuwasaidia wajane, maana yake kuwasaidia wale wanaohangaika, kuwasaidia wale wanaoteseka. Hiyo ndiyo maana ya utawala kwa mkristu. Kwa mkristu utawala haina maana kwamba yani mtawaliwa e, apate mateso ili kumhudumia mtawala. Hapana, kwa mkristu utawala maana yake anayeongoza anapaswa kwa yeye kuteseka. Yesu Kristo anamwita perikane wa mbinguni. Anasema Yesu, perikane wa mbinguni. Perikane ni ndege ambaye yeye ananyofua nyama katika mwili wake na kuwalisha watoto wake. Huyo ndio perikane. Perikane ananyofua nyama kwenye mwili wake, anajinyofua, anajinyofua, anajinyofua anawapatia watoto wake waweze kula. Kumbe perikane yule ni yeye, anatoa uhai wake kwa ajili ya watoto wake, na hiyo ndiyo sifa ya Yesu Kristo, ametoa uhai wake kwa ajili ya sisi wafuasi wake, kwa ajili ya sisi watoto wake. Pendwa katika Kristo, tunaitwa kujitoa kwa ajili ya wao tunaoongoza. Ndugu yangu, tunahitaji kutii sheria ya upendo wa Kristo Mfalme. Wote tunamwamini Kristo, tunatarajiwa kushika sheria moja tu kuu, sheria ya upendo: mpende Mungu wako kwa moyo wako wote, pende jirani yako kama nafsi yako. Ni sheria moja ya upendo ya kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Wapendwa, kama sisi ni viongozi mahali popote, iwe ni nyumbani, iwe ni kwenye chama cha siasa, iwe ni kwenye kampuni au iwe ni kwenye serikali au hata kanisani, tunaweza kushiriki ufalme wa Yesu Kristo kwa kuongoza kwa haki, upendo bila kuonea mtu yoyote wala kunyanyasa, lakini pia bila kufanya ubadhirifu wa aina yoyote. Kinyume cha hapo itakuwa ni utawala wa shetani. Hata hivyo ni vyema kuongoza vizuri ili kumpendeza Mungu na wanadamu. Na paswa kuongoza vizuri ili tuweze kumpendeza Mungu na wanadamu. Ndugu yangu katika Kristo, baada ya kumaliza maisha hapa duniani, endapo tutawaongoza wenzetu vizuri, baada ya kumaliza maisha hapa duniani, Yesu Kristo atatukaribisha mbinguni ambako yeye anatawala. Kristo jana. Ndugu yangu, kimsingi, sisi hapa wote sisi tunashiriki ufalme wa Yesu Kristo. Sisi wote sisi ni wafalme kwa ubatizo. Sisi wote tunaambiwa kwamba tunashiriki ofisi tatu za Yesu Kristo tunakuwa makuhani wafalme na manabii. Kwa hiyo kumbe, sisi wote tuna nafasi ya kuwa wafalme, sisi ni wasaidizi, tunasaidia katika kuongoza ufalme wa Yesu Kristo. Kumbe kila mmoja anayo nafasi ya kujitoa kwa ajili ya wengine. Ufalme wa Yesu Kristo ni ufalme wa kujitoa, ni ufalme wa kujisadaka, ni ufalme wa kujitoa, wa kujisadaka kwa msifi Yesu Kristo, yeah. Wamama wenye akili wanaojitambua wenye watoto wadogo, punga mkono tafadhali. na mama wanaojitambua wenye watoto wadogo, asante sana hapa. Ni mama mmoja tu anajitambua, mama wengine maana yake amjitambui. Asante sana, ni kweli mama anajitambua mwenye mtoto mdogo, ananyonyesha mtoto, mama anapungua, mtoto anaongezeka. Huyu ndio mama anajitambua. Mama anajitambua ni kwamba muda mwingine mtoto akiwa na miaka mitatu hivi kwenda mitano anakuwa anapenda sana kula kula. Nashangaa mtoto anakula pale anakula kidogo mama, mama ndio ameshika tonge la kwanza, mtoto anasema mama, niachie ugali huu. kula kidogo niachie. Kwa kwa hiyo mama anajitambua atamwachia mtoto ale yeye. Yeah, amesha kula miaka mingi sana. Uchumi wenyewe mbovu, wamenua nyama ya nguruwe kitimoto, robo kilo, sijui vipande vingapi, wamekula kipande cha kwanza, mtoto anasema mama, kula cha mwisho niachie mimi. Kwa hiyo nakuta mama anajitambua, ni yule ambaye anakuwa tayari yeye mama ale kidogo, mtoto ale zaidi. Huyo ndiyo mama anajitambua. Tumsifu Yesu Kristo. yeah. Nimefurahi sana hapa Poroto. Mama anejitambua ni mmoja tu, sio kwamba nawatukana, ni nyewe wenyewe imesema mama mwenye mtoto mdogo anayejitambua nyosha mkono amenyosha mmoja kwa hiyo maana yake sifa hizi zenda kwa huyo ambaye amenyosha mkono maana yake nyinyi wengine amjitambue basi kumbe tujitahidi kujitambua labda hamkuelewa swali nyosha mkono mama mwenye mtoto mdogo anayejitambua nyosha mkono wamekuwa watatu wanne asante haza amenyonyesha mtoto mwingine mdo, mdo, mdo mdogo ana hata mtoto ia nai amenyosha. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kumbe kazi ya mama katika familia, mama lazima yeye akubali ya yeye akonde mtoto afanye nini apate afya njema, huo ndio ufalme wa Yesu Kristo. Mama wewe ukubali wewe kunyonywa na mtoto, mtoto apate afya. Mama anajitambua ni yule ambaye anakubali yeye ale chakula kidogo lakini anafurahi mtoto anavyokula vizuri. Huyo ndio mama anajitambua. Mama anajitambua yuko tayari yeye apate hasara, lakini mtoto apate faida Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Parokia teule haya, ya, ya, ya Haporoto. Naomba kila baba anayejipamba kwamba yeye anajitambua apunge mkono baba, mkono. Mkono, baba naye anajitambua apunge mkono, punga mkono, baba anayejitambua Funga mkono funga mkono, asante sana mlifunga mikono, asante sana mlifunga mikono. Baba anayejitambua ni yule ambaye yeye yuko tayari aende akafanye kazi kwenye mvua, alete chakula nyumbani, basi watoto na mama wale kwa furaha. Huyu ndiyo baba anayejitambua na huyo ndiyo anashiriki ufalme wa Yesu Kristo. Baba anayejitambua ni yule ambaye anakwenda kupambana kwenye jua, anafanya kazi jua kali, ananyeshewa na mvua, anahangaika, anajikwaa njiani huko, anainuka lakini anapeleka chakula nyumbani. Yupo tayari baba anayejitambua kuteseka, yeye yeye anateseka, yeye anazeeka, yeye anakonda, lakini watoto wake waweze kuwa na furaha. Huyo ndiyo baba anayejitambua. Kwa hiyo tunaitwa sherehe ya Yesu Kristo Mfalme inawafundisha wapendwa, kila mama aweze kuwa tayari yeye kupata hasara yeye kukonda yeye kuteseka, ili hali mtoto apate faida. Sherehe ya Yesu Kristo Mfalme inatufundisha kwamba sisi nyinyi wa, wa baba wote wakiica kwamba wao wa baba wanateseka wanafanya kazi kubwa wanakonda, lakini wanahudumia familia wanahudumia wake na watoto. Hiyo ndio sherehe ya Kristo inatufundisha hivyo. Sheria ya Kristo mfalme inatufunza sisi wote ambao ni viongozi tuwe tayari sisi waongozaji kupata hasara sisi waongozaji kuteseka kuhangaika na kupata matatizo mengi, lakini tukiwa tunatetea waongozwa. Wapendwa katika Kristo, siku hizi Wakristo wengi tunakiri kwamba Yesu Kristo ni mfalme wa maisha yetu kwa maneno bila vitendo. Tunadiriki kutoa maisha yetu kwa mabosi wetu kazini kwa wake zetu kwa waume zetu natoa maisha yetu kwa mali kwa waganga wa kienyeji na vitu vingine vingi ndugu zangu katika siku kuu ya Kristo Mfalme tuazimie kumpa Yesu kipaumbele na maisha yetu pia tuahidi kumtii amri yake kuu ya mapendo kwa kushiriki tulicho nacho na watoto wake wote wenye uhitaji E Yesu unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Tumsifu